Wakazi wa polisi wetu manung'uniko aliyokuwepo kwa jeshi la polisi kwa kiasi kikubwa yamepungua. Hongereni sana sana sana, na hivi ndivyo jeshi linavyotakiwa kuwa, jeshi letu la polisi ndivyo linavyotakiwa kule kuwa. Vile vile kwa namna ya pekee ni kupongeze Mheshimiwa Innocent Bachungwa kwa usimamizi mzuri wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Natambua kuwa hii si wizara nyepesi kuiongoza, lakini kwa muda mfupi ambao nimekabidhi wizara hii, umekuwa mwepesi wa kujifunza na umeonyesha kuimudu. Hongera sana mheshimiwa na timu yako, katibu mkuu na wengine, hongereni sana. Ndugu wahitimu, maafisa na wakaguzi wa wasaidizi wa polisi, nafurahi kupata wasaa wa kuweza kuzungumza nanyi wote kwa wakati mmoja, sababu nimeambiwa kwamba hii ni mara ya kwanza kuwa na mkusanyiko wa watu wengi hivi waliohitimu kwao. Nimefurahi kwamba nitapata kuongea nanyi wote kwa pamoja, na nimeambiwa kwamba huu ni mkusanyiko mkubwa tangu chuo hiki kuanzishwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja. Kwa hiyo hongereni kwa kuweka historia hiyo, lakini pia nawapongeza wote mliohitimu ambao leo mmetukusanya hapa. Asanteni sana nilikuwa, naendelea kuwapongeza, na nawapongeza kwa bahati mlioipata, kwanza kuchaguliwa kushiriki mafunzo haya, lakini pili kuhudhuria mafunzo kipindi chote na kuweza kuhitimu. Tumesomewa takwimu hapa, kuna wenzenu ambao kwa sababu tofauti au sababu mbalimbali hawakuweza kukamilisha. Sasa nyinyi ambao mmekamilisha kwa kweli niwapongeze sana. Najua miezi tisa haikuwa miezi rahisi, ilikuwa ina raha zake, lakini ilikuwa na shida zake. Hata hivyo, mmekomaa, mmejifunza, mmeiva, mmehitimu. Hongereni sana. Sasa nendeni mkayazingatie na kutekeleza kwa vitendo yale yote mliyofundishwa kwa kipindi cha miezi tisa mlichokuwa hapa chuoni. Nafahamu kwa nyie ndio mnaokwenda kuwa wakuu wa intelijensia. Baadhi yenu mtakwenda kufanya kazi ya kushirikisha jamii kwenye kile vitengo vyetu vya polisi jamii, wengine mtakuwa kwenye operesheni mbalimbali, wengine mtakuwa kwenye uchunguzi wa kisayansi ya jinai, lakini wengine mtakwenda kwenye usalama wa barabarani uh, katika ngazi za mikoa na wilaya. Vile vile wapo watakaokuwa wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa upelelezi wilaya, wasaidizi wa wakuu wa idara na vitengo mbalimbali ndani mbali ya jeshi letu, uh, katika mikoa lakini hata makao makuu ya polisi. Kwa hiyo jipangeni kikazi, hivyo kutokana na majukumu mtakayopangiwa muda mfupi ujao. Ni matumaini yangu na ya taifa kwa jumla kuwa mtakwenda kufanya kazi kwa weledi na mtasimamia viapo vyenu nilikuwa nawasikiliza vizuri wakati mnaapa lakini pia wakati mnaimba ule wimbo wa polisi mkienda mkifata yote ambayo leo mmeyatamka kwenye kuapa na yale mliyoyasema katika wimbo wenu Tanzania tutakuwa na jeshi zuri mno la polisi kwa nendeni kasimamiane yale lakini nimesikiliza vizuri maeneo ya mafunzo mliopitishwa, na nimeona kwamba yamezingatia nyanja zote muhimu za majukumu yenu, lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu, na hiyo ndiyo kazi ambayo mnakwenda kuifanya. Hivyo, kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Vilevile, kwa uelewa mlioupata, mtatusaidia kujibu baadhi ya changamoto zilizobainishwa na Tume ya Haki Jinai zinazohusu kuzingatiwa kwa taratibu na vile vile kasi ya utendaji kazi, sababu tume ile ime identify imeonesha maeneo mengi ambayo huko nyuma jeshi letu lilikuwa na kasoro kwayo. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani mtakwenda kuziba hilo pengo ambalo limeonyeshwa. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu, mwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndiyo maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, nami nikirushiwa, na wanamrushia IGP, watu wako hao, barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia, hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni, kakomesheni, kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa, kwa niombe sana, kafanyeni hayo. Kama nilivyosema, wimbo wenu wa maadili ya maafisa wa polisi ambao unaimbwa kila shughuli inayokuwepo ni wimbo mzuri sana na kama mtasimama nao basi jeshi letu ndani ya ukanda huu hakuna ambaye anaweza kutushika. Niwaombe sana, kasimamieni viapo na wimbo wenu. Kama mnauimba kwa kumaanisha, basi maudhui yaliyomo kwenye wimbo yanatekelezeka, inaweze na inawezekana, na ni dhahiri kama nilivyosema kwamba tutapunguza malalamiko ndani ya jeshi letu kwa kiasi kikubwa. Vile vile jeshi letu litakuwa na heshima zaidi zaidi, kwa sababu wenyewe mnajua kwamba Tanzania sio tu jeshi la polisi, lakini na vikosi vyetu vingine viko vizuri ndani ya ukanda wetu Afrika Mashariki, lakini pia kusini mwa Afrika. Kwa tutapokwenda kurekebisha machache mapungufu tulionayo, tunakwenda kuwa juu zaidi na tutapata heshima zaidi, kwa sababu shida zinapotokea kwa wenzetu tunaombwa tuende kusaidia. Heshima ile ni kubwa kwetu, na tutapata heshima kubwa zaidi. Kwa hiyo, niwaombe sana vijana mliohitimu leo, mkawe agents wa mabadiliko, mkawe mawakala wa mabadiliko kule mnakopangwa kazi zenu. kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani huku, pamoja na jitihada zote tunazochukua, natambua kwamba jeshi limejipanga. Kuna jitihada kubwa zinachukuliwa, kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani, mambo ya kufunga makamera, sijui kutumia vipuliza nini, pombe, vipima pombe, sijui kutu, mambo mengi jeshi limejipanga kufanya, lakini bado mzimu wa ajali umetuandama umetuandama sana. Kwa mfano mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa nne mwaka huu 2025 jumla ya matokeo ni miezi minne, Januari mpaka mwezi wa nne matokeo elfu moja mia tatu ishirini na mbili yaliripotiwa na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni elfu moja mia mbili sabini na tano ongezeko la asilimia tisa ukilinganisha na mwaka 2024. 20. Kwa kila tunapochukua hatua ndipo ajali nazo zinaongezeka zina. Sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili, kuna nini hasa? Kama ni barabara zetu, kama taifa tufunge mikaja, upande mwingine tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee. Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani, tufanye hivi. Kama ni uzembe wa madereva madereva wawekwe wafundishwe, mue mweke, mweke, um, conditions gumu za kumfanya mtu kuwa dereva. Najua kwa sasa hivi anayefanya ajali ya kwanza ya pili ya tatu ni kufutiwa leseni kupunguziwa points kwenye leseni, lakini kuwe na vikwazo zaidi vya kumfanya mtu awe dereva na dereva makini. Eneo hili bado limetuandama, vifo ni vingi barabarani. Niombe sana sana kwa wale watakaopangwa kwenye eneo hili, wakatupe jicho na wawe na mikakati mizuri ya kupunguza ajali barabarani. Ni jana tu kule Mbeya watu ishirini na nane wamepotea, nadhani kumi na mbili ni majeruhi, wale kama hawajaongezeka. Waliopotea kumi na mbili, majeruhi ishirini na nane wanakwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwenye eneo hili niombe sana ndugu zangu wa Jeshi la Polisi, usalama wa barabarani. Tuendeni tukaweke usalama mzuri wa barabarani, pamoja na hatua tunazochukua, lakini tuje na mikakati mingine mikubwa ya kuzuia ajali za barabarani. Uh, ndugu wa IGP, ndugu maafisa, wakaguzi na askari, serikali inatambua changamoto ambazo maafisa na askari wanakumbana nazo.